Kwa hiyo nawashukuru na nawapongeza sana kwa hatua hiyo. Kwa kweli eh, kila nyanja sisi tungependa ifanywe na, lakini pale ambapo kunakuwa kuna, kuna swala la huduma kwa wananchi eh, ni lazima nayo serikali iweke mkono wake kwa hiyo mara nyingi usafiri kamasa peke yake huwa na huduma kwa wananchi waweze kupata, uwa gharama nafuu, na ndio maana serikali wakati inawekeza, lakini serikali peke yake… na kwa maana hiyo tunashirikiana na sekta binafsi kuhakikisha kwamba uh, nguvu, tunachangia nguvu ili tuwe tuna vyombo vingi ili uh, hizi route kwa maana ya Unguja, Pemba, Tanga Dar yeah, es Salaam lakini hata nje ya maeneo haya, kwa mfano tunaweza tukaanza kuzungumzia Mombasa na Komoro. Komoro tayari kuna meli za mizigo zinazokwenda. Kwa hiyo haya yote yataongeza uh, biashara katika nchi yetu, uwekezaji katika nchi yetu, lakini kubwa zaidi ni kukuza uchumi wa nchi kwa ujumla. Umekuwa abiria wa kwanza, unaiona jibuti yetu ya kisasa sana, ni mmoja katika na... nashukuru kwamba sasa hivi Zanzibar ina uh, usafiri wa viwango vya kimataifa ni kushukuru sana Mheshimiwa Rais, lakini pia nataka kusikia kidogo kutoka kwa, tunakumbuka tulikuwa naye Kilimanjaro namba nane na sasa tisa, atuambie kidogo katika sera hii na namna sekta hii ya usafiri wa baharini inavyoshangia uchumi wa Zanzibar. Asante sana. Kwangu mimi, kwanza naomba nianze na, ni na mwekezaji. Um, napenda kwanza ni mshukuru na nimpe hongera nyingi kwa kutuletea boti kisasa kabisa nzuri ambayo kwa kweli itaifungua zaidi Zanzibar eh, kwa safari zake za kwenda Dar es eh, Salaam, Pemba na Tanga na sina uhakika hii inayepita Mtijani, lakini inaongeza idadi ya wateja zaidi ambao wanatoka toka, lakini vilevile niseme ndio inatengeneza zaidi y opportunity kwanza, kiajira ki inaajiri watu zaidi na pia vile vile, ndio kama alivyosema mheshimiwa rais hapa, ni kuunga mkono hii juhudi nzima ya sera ya uchumi wa buluu. Kwa hiyo tunampongeza sana. Mtazamaji wa Azam TV, hapo kwa sasa hatuna ziada zaidi, tunarudisha matangazo haya studio kwa ajili ya kuendelea na vipindi vingine ambavyo vinavyoendelea. Kwenu studio ni Kilimanjaro tisa, The Dragon of the Sea tayari Uh, uzinduzi umefanyika na leo saa kumi kamili jioni safari zake zitaanza. Unafahamu kwamba inaunganisha Tanzania Bara na Zanzibar. Abiria 631 ndio ambao wanaweza kupanda kwa wakati mmoja, eh, kwenye boti hiyo The Dragon of the Sea. Ni kuambia tu kwamba inaelezwa kuna mifumo ya kisasa humo ya satellite ambayo imefungwa, lakini eh, kuna eh, chaneli mbalimbali mbali ambazo zinapatikana kwenye Azam TV basi utazishuhudia humo kwani Azam TV nayo inapatikana umo, vipindi mbalimbali vya burudani kama showcase eh, na vipindi mbalimbali vya mijadala kama Morning Trumpet ambavyo huwa unavishuhudia kwenye kisimbuzi cha Azam TV na UTV, basi utapata nafasi ya kushuhudia kwenye The Dragon of the Sea ambayo inamilikiwa na Azam Marine. Kwa hiyo ni boti nyingine ambayo imeongezeka na imezinduliwa hii leo na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi. Sasa mimi nikuache ufanye maamuzi ya kuwa wa kwanza saa kumi kamili jioni e, hii leo kuanza e, kufanya safari na Kilimanjaro tisa